Kwa majina ni Boosted Auto kutokea Kenya ama ukipenda Boosted Auto 254 kwenye Instagram. Eh tulikuwa tumealikwa hapa na klabu ya motorsport hapa Arusha ambayo inajiita kama TTMC, kwa mwaliko wa kuja kufanya drift showdown ambao walikuwa wameorganize na mkuu wa mkoa wa Arusha hapa hivi, na tukaalikwa ili tuje hapa sehemu ya Moshono Kona ambapo ni Y Junction ukipenda hapa eh, Moshono kona. So tumekuja kufanya drift showdown, it it wasn't a a competition as, as such it was just a showdown in activation ama ukipenda eh, kuashiria kwamba kesho eh, kuna mashindano ya magari pale Mererani rolling races pamoja na Sunday pia ambapo kuna eh, drugs ukipenda so tulikuwa tunaalikwa tuje hapa tufanye drift, manake drift ni part of motorsports eh, and it's growing so fast in East Africa. In fact, we have a drift championship ambayo ina comprise East Africans uh, from Kenya, Uganda and Tanzania. This is an East African drift championship ambayo inaendelea. So wakaonelea ili tuje hapa pia tuhamasishe watu kuhusu drift na tuwaonyeshe kwamba drift ni kitu ambacho ni motorsport. Ikiorganiziwa au ikifanywa kwenye proper organization, ni sport ambayo ingependa kupendeza wengi. Drift ni, ni, a, a, a skill ambayo kila dereva uh, inafaa awe nalo. Manake, sometimes unaweza pata gari limepasuka tairi linapoteza mwelekeo so inafaa, ili uwe uko makini sana uweze control hilo gari. Tumefurahia sana kuwa mahala hapa na tuna hope wa Tanzania wameweza kuona what we do eh, nyonyesho lenyewe limekuwa nzuri sana, nimeweza kufanya hata tandem na mtanzania mmoja ambaye nimependezwa sana na skills zake. So tunajua eh, skill eh, ni kitu ya maana na motorsport ina grow in East Africa. <tune> Tunamshukuru mkuu wa mkoa sana kwa kutoa vibali kama hivi, tunashukuru sana yani, tunashukuru sana kwa sababu mchezo ulilala sana kwa hapa kwetu Tanzania, lakini baada ya mkuu wa mkoa kuingilia kati ili ili swala, tukajikuta tayari tuko kwenye hii michezo. Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa <tune>